le mlango wa kumi mstari wa kumi na sita mpaka wa ishirini. Mathayo mlango wa kumi mstari wa kumi na sita mpaka wa ishirini. Mathayo kumi mstari wa kumi na sita mpaka ule wa ishirini. Pointi inasema kutupa maneno ya kusema tunapokutana na changamoto katika kutangaza Kristo Mathayo mlango wa 10 mstari wa 16 mpaka 20 Biblia inasema hivi. Angalieni, mimi na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, basi weni na busara kama nyoka na kama watu wa pole, na kuwa watu wapole kama hua. Jihadharini na wanadamu, kwa maana watawapeleka barasani, mabarazani, na katikati ya masinagogi yao watawapiga, nanyi mtachukizwa mbele ya maliwani mtachukuliwa mbele ya maliwani na wafalme kwa ajili yako, kuwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Lakini hapo watakapowapeleka, msifikiri fikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile mtakayoyasema. Kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Bwana asifiwe, amen. Maneno haya Yesu alikuwa akizungumza na wanafunzi wake, anawaambia naondoka hapa, siwaachi hivi hivi, na waacha na assignment ya kufanya. Kuna kusudi ninaweka ndani yenu, ya kwamba kuanzia leo yale mnayoyajua kuhusiana na mimi Kristo, nitayapeleka katikati ya mataifa. Tunaenda sawa sawa? Tunaenda sawa sawa. Hatukuolewa, hatukuokolewa alafu tubaki na ule wokovu, tuliokolewa alafu tuwapelekee watu habari za wokovu. Tuliona, tunaenda sawa sawa. Kwa hiyo mtu anapookoka anafanyika mfuasi, lakini kazi mojawapo ya mfuasi pamoja hata sawa. Kwa hiyo Yesu anawaambia, nyinyi mmekuwa wafuasi wao, saa hii tayari mna assignment na kusudi la kueleza watu yale ambayo nimeyafanya kwenye maisha yetu. Kwa hiyo nyinyi ni wahubiri wa habari njema, na ndicho ambacho najaribu kukuambia. Hata na wewe ulioko mahali hapa utajua habari za Yesu na ukabaki unazifahamu za kwako peke yako. Jana niliwaambia wale tuliokuwa nao jana, unapopokea Yesu kwenye maisha yako, wewe ni ambasada. Unatakiwa utangaze habari za Yesu uliye naye. So, so. Tunazoza. Sasa Yesu anawaambia, nimewapa hiyo assignment. Nimewapa hilo kusudi lakini najua nyinyi Halo. Halo. Unajua kuna mlokole anataka awe mkorofi mkali, anafikiri ndio kukoleza ulokole. Vita yetu si ya mwili na damu, tunaenda sawasawa? Haipo katika mazingira ya ulimwengu wa mwili kabisa. Kwa sababu hiyo, ushindi tulio nao nao uwezo tulio nao ni katika ulimwengu wa roho, tunaenda sawa sawa? Katika mazingira ya huko nje tunaa tunapoa pole

Mungu amekuweka kwa sababu ana kusudi na kuweka kwenye maeneo haya. Haijalishi ufalme wa giza una nafasi kiasi gani, haijalishi kuna wenye nguvu kiasi nguvu gani, Mungu huye naye ana uwezo zaidi ya chochote amacho kupa kwenye ufalme wa giza siki na. Mnaelewa nachosema, na amekuweka wewe kwa sababu wewe ndiye aliyekuandaa. Ameweka nguvu ndani yako, ameweka mamlaka ndani yako ameweka kibali ndani yako. Wewe hauanguki kiwepesi kama ambao wanaweza wakaanguka vyo wengine. Biblia inasema, Yesu anawaambia, nimewatuma kama kondoo katika mbwa mwitu, lakini siwatumi peke yenu, msije kawaza kwamba tutafanyaje. Biblia inasema Roho wa Kristo atakuwa ndani yenu na kwa sababu hiyo